Kwa majina naitwa Yasini, mimi ni eta matukio wako wa Ishi Media, na leo tumetembelea katika moja ya mto uliokuwepo jimbo jipya kabisa la Chamazi na kata ya Chamazi. Tumekuja kuangalia hapa matumizi ya huu mto na athari zake. Sasa tumejaribu kutafuta mtu wa kuweza kutuelezea faida za huu mto na athari zake, tumeshindwa kupata kwa wakati kutokana na muda tuliofika, lakini matumizi makubwa ya huu mto ni vilimo vya mboga mboga kama vile tembele, mchicha na mboga zingine, na hizo ndo faida zinopatikana katika huu mto. Lakini huu mto kila siku zinapokwenda inaendelea mto kupanuka sasa. Sasa katika zile, zile athari za huu mto inaonekana kabisa mto unazidi kula eneo na watu wamejenga katika huu mto sasa. Ndugu zangu wanachamazi, bado bado hawajalitilia maanani lile tamko la serikali. Serikali inalia kila siku kuwaomba waweze kuama katika pembezoni za mto, waweze kuama katika pembezoni za mto, kwa sababu kuleta asara, kwa kuepusha madhara ya ya familia zao. Leo hii hapa, nyumba ikija kudondoka, yaani kuna madhara yanapatikana kama ilivyotokea yale madhara ya pale kwa ndugu zetu pale Jangwani kwa ile serikali ya awamu ya nne, Mheshimiwa Dokta Jakaya Mrisho Kikwete, watu pale waliharibikiwa na nyumba zao, na mwisho wa siku serikali iliandaa kamati na kwenda kuwapatia makazi mabwe wapatia viwanja ili waweze kujenga kule ipande sasa, na hili tena ili na ute na umto vile vile huku watu wanajenga. Sasa kila serikali inapobadilika, wananchi wanaelekezwa kwamba kujenga pembezoni za mto ni kuna asara kubwa sana, kama vile wanatumia gharama kubwa, alafu mwisho wa siku nyumba inakuja kudondoka. Mfano fupi kama nyumba ile pale ile Uh, ml karibia na mto mto kabisa hivi, nyumba ziko nyingi sana hapa, zimejengwa karibu na mto. Sasa ndugu zangu, niwaombe tu na niwaombe na niwaombe na, ni mimi hebu hebu muwe wasikivu kwanza, muwe wasikivu kujenga pembezoni za mto hmm. sijajua kitu gani kinachowashawishi paka mpaka jenga pembezoni za mto wanaangalia labda urahisi wa maisha, yani urahisi wa kununua viwanja au hivi viwanja vinakopo havina mtu, lakini serikali kila siku inalia. Mwisho serikali ya awamu ya tano hivi ilitoa ufafanuzi eh, kwa mkoa wa Makonda naye alikataza vile vile kwamba wananchi yoyote yule atayejenga pembezoni za mto serikali haitogharamia kwa kitu chochote kile ikitokea madhara. Lakini zile kauli wananchi leo hii naona kama walizipuuza bado, hawajazitilia wali maanani, kwa sababu ule wito wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam kukataza mtu kujenga pembezoni za mto waliupuuza, mpaka leo najenga tena. Niombe tu kwa serikali yangu ya awamu ya sita iendelee kutilia mkazo. Leo hii unakuta nyumba kama ile pale, nyumba kubwa imejengwa pembezoni za mto eh. Ikija kubomoka tena, hapa italeta hasara sana, lakini mwisho wa siku utakuta watu wanaanza kulaumu, o, serikali yetu haituangalii, hai, sisi tunapata madhara, mara serikali yetu hivi na hivi, wanataka iandaliwe tena. Yani wakishapata madhara wanataka serikali leo hii ije kuandaa tume ya maafa, kumbe ya maafa ni kama wanasababisha wenyewe wananchi. Sasa ni waombe tu wananchi wasikize hizi kauli za serikali pale zinapotolewa za kukataza watu kujenga pembezoni za mto. Nikiripoti kutoka Ishi TV, mimi ni Yasini Ayumu.